Ndani ya wiki moja takriban, dereva madereva 11 wa mabasi ya abiria tumewakamata wakiendesha mabasi hayo wakiwa wamelewa. Wote tumewafungia leseni na hatua nyingine zinaendelea kuchukuliwa. Halikadhalika, madereva kubwa e, tumewakamata maeneo mbalimbali, nao wakiwa wanaendesha wakiwa wamelewa, hatua kali zimechukuliwa ikiwemo e, ya kuwafungia leseni, tunaendelea kucukua hatuakali kwa wale wachache ambao pamoja na kutoa elimu kwa kipindi chote hiki lakini bado wao kutii sheria mpaka wamwone askari polisi mpaka wasurutishwenafanyanafanya apmasbazskba kupanda magari kwenye mazingira hatarishi kama haya. Mmepanda huu usafiri bure, mmetoa pesa, sasa mnatoa pesa zenu ili wawapelekeni eneo lingine kwa usalama, si ndio? Hapa kuna usalama, huko kuna matairi, mpaka akifunga breki tu anakuja kichwani mwako. Msikubali lakini, vivyo mkatai mwendo kasi wa dereva mkatai dereva anaendesha katika mazingira ya hovyo ya haraka haraka anayapita magari mengine bila kuchukua tahadhari, lakini nyinyi wenyewe msikubali. Baadhi yenu ambao wana ya mizigo yao umu wanalazimisha mizigo iingie ye mkiwemo, kosa hili nalifahamu, sema basi tu ni mmoja wapo ya utafutaji, na ikitokea kitu kama hiyo, basi inakuwa imeshatokea. Nilikuwa asipo, nimekuta mimi viazi imeshapandishwa. Sasa mimi abiria sina maamuzi ya kumzuia ambao mwenye gari kwamba hivi shusha mizigo, wakati na mimi ninaangalia nifike ninakoenda. Tumekamata magari uh, takribani matatu manne yakiwa na mizigo na vifaa vingine vya ujenzi ndani, wakiwa na abiria ndani. Hatua stahiki na kali zimechukuliwa. Wenzetu wa LATRA wamechukua nafasi yao, na sisi kama jeshi la polisi tumechukua nafasi yetu ili kukomesha tabia hizi ambavyo likitokea tatizo basi, yale magunia ya, ya, ya viazi ile mifuko ya simenti yale matairi kwenye gari itakuwa ni silaha mojawapo ya kuongeza madhara. Ukichanganya mizigo na abiria, tayari unakuwa umekiuka masharti ya leseni, kwa hiyo utachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria ya kuandikiwa faini husika katika hilo Elfer,